maswala ya kimataifa Magid Mjengwa. Magid, habari ya asubuhi na karibu sana katika matangazo ah, yetu ya moja kwa moja. Naam, mapinduzi haya ya kijeshi ya Madagaskar tunaweza kuyatafsiri vipi katika muktadha wa Afrika ya sasa? Ni ishara ya nini? Ni yale yale ambayo yanajirudia, ni pale ambapo viongozi wa kiraia wanaposhindwa kuweka misingi imara ya, ya, ya demokrasia ambayo inapelekea chaguzi, lakini pia kujibu katika kupitia serikali zao yale matakwa, mahitaji ya wananchi yale muhimu hasa. Unaona, kilichowapeleka mitaani vijana katika Madagaskar kimsingi inahusu maji, inahusu umeme, lakini inahusu chakula pia. Niliongea hivi karibuni kwamba wana shida kubwa kutokana na mabadiliko ya tabia nchi Ma mazao kwa maana ya chakula kilimo hatoi tija. Kwa hiyo kuna ukimbizi hata wa mabadiliko ya tabia ya nchi. Kwa hiyo unachokiona kinafanana fanana na baadhi ya nchi katika Afrika e. Inaposhindwa kuweka vizuri, basi jeshi linaingia, na jeshi linapoingia e, tunaona taarifa ya viongozi wa Kapsat, ambao ambao inashangaza okay, kidogo kwa sababu hao ndio elfu mbili na tisa walimuingiza madarakani e, na leo tena wanafanya hivyo hivyo e, wanamuondoa lakini wanachokisema ushike vizuri kauli yao kwamba sasa wanaunda baraza, alafu hawasemi muda, time frame. E, watafika mahala watamleta mtu wa ushauri tu e. Kwa hiyo hata waandamanaji wanakuja katika hali ya kizungumkuti kwamba hiki ndicho walichokitaka e, utawala wa kijeshi badala ya utawala wa kiraia. Kwa hiyo hatari hiyo ni hiyo. Wanajeshi mahala pao ni kambini eh, si kwenye ofisi za serikali za kuongoza wananchi katika siku za kawaida. Kabla Rajolina hajakimbia, alikuwa ameshavunja bunge lenyewe ambalo ndilo hasa limepiga kura. Uhalali wa kura hiyo ambayo pamoja na mambo yote ni lazima kweli ipitishwe na, ma, na mahakama, lakini unauona huo uhalali ama ina, inaweza kuwaje ama ni nini sasa kinaenda kufuata? Katika mazingira yaliyokuwepo ilikuwa yali ni hali ya kuzima moto eh, na jeshi likishakuwa limeingia, uhalali waulahi haupo tena. Tunachozungumza sasa ni hali mpya katika Antananarivo, mji mkuu wa Madagascar, na nchi nzima, kisiwa kizima a ki, Madagascar eh, katika, katika hali tete, jeshi ndo limeshaingia eh, na demokrasia eh, kivumu, na jeshi ni vitu hii tofauti. Kwa hiyo wanapita kipindi kigumu, na tunaona umoja wa Afrika kama eh, ilivyo utamaduni wake eh, ina azimio, kabisa ina taratibu za kupinga E, e, tawala za kijeshi e, na na a e, bila shaka inatarajiwa pia kuwa na msimamo huo e, kwa hiyo kuna hali ya kutengwa, si kwa Madagascar katika e, hali hii ya kutawaliwa kijeshi, lakini hata jumuiya za kimataifa, wawekezaji na kadhalika. Kwa hiyo ni kipindi kigumu kwa Madagascar. Tuone hiki kipindi itakuwa kifupi kwa namna gani. Ikiwa kirefu sana ni mbaya zaidi, lakini like, sana kurudisha utawala wa kiraia katika jambo jema kwa Afrika Kusini, naomba nimalizia kwenye hilo. Mm, e, nayo ni taifa muhimu na limeshaonyesha kwamba wanachohitaji e, e, Afrika Kusini ni kuwepo kwa utaratibu wa kidemokrasia wa kikatiba e, wa, wa mabadiliko katika, katika. Kwa tafsiri yako hiyo Magid, kilichofanyika na bunge hakina uhalali na hivyo uh, kuna chochote kinaweza kubadilika, ama ndivyo kwa sababu tayari nchi imekwishaingia mikononi mwa wanajeshi, hakuna kinachoweza kufanyika? katika wiki moja ijayo sawa. kwa ufupi sana uh, tunaona sawa jeshi um, limetangaza kwamba pamoja na mambo mengine ya bara, kuunda baraza lakini uh, kutaandaliwa katiba ambayo itaruhusu uchaguzi wa, wa, wa, wa huru haki kufanyika unaliona hilo likitokea Magid Mjengwa huyo mchambuzi wa masuala ya siasa za kimataifa